Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa kunipatia nafasi ya kuchangia hoja ya iliyoko mbele ya bunge. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa tumeshajua tatizo, utafiti umefanyika, takwimu zimepatikana, ni nusu ya, ya kupata majawabu sahihi endapo takwimu hizi zitatumika kati, kwa nia njema, kutakuwa na utashi wa kisiasa kutakuwa na dhamira ya kisiasa kutakuwa na nia njema ya kuweza kutumia ili tatizo liloko mbele yetu kwa maslahi mapana ya taifa. Mheshimiwa Spika, najiuliza nchi yetu tangu jana tuna, tunalijadili hili, nchi yetu ina itikadi gani? Tukijiuliza kwa mapana, nchi yetu ina itikadi gani? Itikadi ya kuwana kati ya wakulima na wafugaji, ni itikadi ya ujima na kwa sababu mwanadamu huyu ambaye ameumbwa na Mwenyezi Mungu, ardhi tunayo kubwa zaidi ya e, kari laki tisa, lakini watanzania wanauana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu ya ardhi. Tunaona wafugaji kwenye maeneo ya wakulima ni watu wasiofa, wakati ni Watanzania, ni matajiri wanchi, wa nchi kwa kiasi kikubwa. Ukifikiria wakati wa mkoloni, kabla hata ya uhuru, kulikuwa na eneo linaloitwa Masai Land Masai Land, unajua hili ni eneo la wafugaji tu, kuna Sukuma Land. Unakuta Sukuma Land hii, unajua hapa, kuna wafugaji na kuna wakulima na maeneo yametengwa vizuri tu, ni wakati wa ukoloni. Sasa hapa katikati kumetokea nini? Na, na wakati wa ujima wa enzi ya, ya, ya, ya, ya ujima wanasema stone age, ndio unakuta mwanadamu hajui thamani ya rasilimali zinazomzunguka hajui thamani ya, ya, ya, ya utu wa mwanadamu, hajui thamani ya uhai wa binadamu, na ndio maana walikuwa wanafanya mambo ya ajabu ajabu tu. Lakini ipongeze kwa dhahiri kabisa kwa kutoka sakafu ya o kazi ya kamati hii, kazi kubwa walioifanya na kwa gharama kubwa, na zimeshafanyika tena kamati nyingine za kuna Profesa Shivji na wakaja na takwimu. Tunajiuliza, je, wasimamizi wa takwimu hizi wa taarifa hizi wako wapi? Je, serikali imeandaa namna gani wataalam? Ikasema tunaangalia dunia ya leo ina, ina ikoje? Let us think globally but act locally, hapa kwetu nyumbani. Dunia kasi ya mabadiliko duniani leo hii ikoje? alafu tukaandaa wataalam tukasema wataalamu hawa wanapelekwa duniani huko kuona duniani huko namna gani, wakaja na utaalamu ambao wamejifungia tu, wanaona kasi ya mabadiliko duniani na sisi tunakimbizana na kasi hiyo, lakini hapa kwetu tunaanza kulialia. Wengine wanafikiria Washington, alafu sisi hapa ndio tunatenda. Watakuwa wanatuvuruga vuruga tu dunia hii, na hii inakuwa ni tatizo la bara la Afrika. Mheshimiwa Spika, mimi niseme kabisa, wafugaji tulionao ni utajiri mkubwa, tungetakiwa turinge tu, tu, tuwe na jeuri kubwa kwamba hawa ni matajiri hawa.